Mambo vipi? Leo tutaangalia madhara ya matumizi ya mirungi kiafya. Watumiaji wengi wa mirungi wapo katika hatari ya kupata vidonda vya tumbo, kupungukiwa msukumo wa tendo la ndoa, yani low sex drive, na pia kuwahi kufika haraka na kutoweza kumudu kwenye tendo la ndoa kwa muda mrefu, ukosefu wa haja kubwa. Utumiaji wa muda mrefu husababisha ini kushindwa kufanya kazi na pia meno kubadilika rangi, kudhoofika fizi kuuma na harufu mbaya ya mdomoni. Upungufu wa usingizi humpelekea mlaji kutawaliwa, yani addiction. Madhara ambayo bado wakina mama wala mirungi hawajagundua ni kwamba mtoto anayeweza kuzaliwa na mama mla mirungi mara nyingi hukataa kunyonya titi la mama yake, kwa sababu ladha ya maziwa hubadilika kwa ajili ya madawa yanayotumiwa na wakulima wa mirungi, kama inavyoelezwa katika utafiti wa chuo kikuu cha Eden. Utafiti mwingine kule Ethiopia unatueleza kuwa mtoto wa mama wenye kula mirungi kwa mara nyingi hawezi kuwa na uzito wa kawaida wakati wa kuzaliwa, ukosefu wa hamu ya kula chakula, magonjwa ya vidonda vya tumbo, kupatwa na ugonjwa wa bawasili. Walaji wengi wa mirungi huvuta sigara, hata yule ambaye aliyovuta, lakini hukaa karibu na wala mirungi huathirika na uvutaji huo wa sigara na madhara huwa maradufu zaidi. Hayo ni madhara machache tu ya utumiaji wa mirungi.